At dunia yote hii tuliyopo inatambua kuwa taaluma ya uhandisi ni taaluma muhimu yenye thamani kubwa ambayo ndio moyo wa maendeleo ya dunia. Tafiti nyingine zimeonyesha kuwa zaidi ya wastani wa asilimia sabini ya ubunifu mpya na teknolojia duniani unahusishwa moja kwa moja na taaluma hii ya uhandisi ambayo ndani yake inajumuisha ICT, masuala ya nishati, viwanda, akili mnemba. Yote haya yametokea si kwa sababu nyingine, kwa sababu ya uhandisi. Inakadiriwa kwamba zaidi ya asilimia tisini ya vumbuzi na maendeleo ya viwanda huhitaji huduma ya moja kwa moja ya wahandisi. Kwa hiyo, kwa lugha rahisi, tunaweza kusema kuwa wahandisi hufanya shughuli za ubunifu uundaji, utafiti uvumbuzi na usimamizi wa miradi, uhakiki na usalama na ubora, pamoja na ushauri wa sera na ubunifu wa mifumo mbalimbali mbali kote duniani. Kwa vyovyote vile, hakuna mifumo bila wahandisi, hakuna ubunifu bila wahandisi, na kwa vyovyote vile, hakuna sera nzuri bila wahandisi. Leo hii tunapokuwa na mkutano huu, ni muhimu tujitafakari kuwa tumetoka wapi, tupo wapi na tunakwenda wapi sisi wenyewe tuliopo leo lakini na vizazi vyetu vinavyokuja katika taaluma yetu ya uhandisi. Pia ni muhimu kujitafakari kuwa tukiwa na majukumu yetu ya kila siku, tunaacha historia gani nyuma yetu katika jamii. Ni bahati mbaya kwamba dunia kwa asili inaweza isimtaje mhandisi pale daraja au jengo linapojengwa. <clears throat> Anaweza kutajwa mtu mwingine, pengine aliyelipia pesa jengo likajengwa lakini yeye aliyefanya jengo likapatikana ama daraja likawepo, ah, inaweza ikatokea asitajwe kabisa. Basi pamoja na mambo mengine bodi, na sisi badala ya kuwa wasajili tu halafu tukasubiri aliyekosea ili tumdirejisti, yaani tumwondoe kwenye daftari. Maana sisi ni rahisi sana kureguleti kuliko kufasiliteti, kwa sababu wako wahandisi vijana wadogo ambao kila wakijaribu kufurukuta waonekane pengine katika mazingira ya aina moja au nyingine, kuna nguvu kubwa sana inayotumika kuwashusha na kuwadidimiza badala ya kuwaruhusu wachipuke. Je, ninyi bodi mnafanya nini kuwafanya hao walio wadogo wanaokuwa leo, ili kesho wawe kama wengine, kwamba tutakapokwenda Japani kwa mfano tukute mhandisi wa kitanzania amesimamia mradi mkubwa kama ambavyo mjapani angekuja kusimamia mradi mkubwa hapa nchini. Na kwa sababu hiyo, bodi, mnao wajibu wa kuifanya siku ya leo Engineers Day kuwa siku yao halisi, tuionee wivu, tuipambe na siku zote tukumbushane. Wajibu wetu ni muhimu sana, tujitahidi kuaksi na kutafsiri matarajio yaliyomo katika mioyo ya jamii na kuyaleta katika uhalisia. Ni vyema tukumbuke kuwa katika njia yoyote ya maendeleo wahandisi ndio wanaotangulia mbele na baadaye fani nyingine hufuate.